Hello mambo vipi, karibu kwenye Lixer Media. Leo tunatazama kwa kina nguvu za kijeshi za mataifa mawili muhimu ya Afrika Mashariki, Kenya na Uganda. Huu ni ulinganisho uliodhibitishwa na unaozingatia ukweli, ukilenga nguvu kazi, zana za vita, nguvu ya anga, uwezo wa majini na bajeti ya ulinzi. Tuanze jeshi la ulinzi la Kenya, Kenya Defence Forces linajumuisha takriban askari elfu hamsini walio kazini, yaani active personnel, katika jeshi la nchi kavu, jeshi la anga na jeshi la majini. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, Uganda People's Defense Force, yani UPDF, lina takriban ya askari elfu 45 walio kazini, likiwa na muundo unaotegemea zaidi jeshi la nchi kavu, likisaidiwa na askari wa akiba na vitengo vya kijeshi vya ziada. Ingawa namba hizi zinaonekana kukaribiana, Kenya inadumisha jeshi lenye uwiano mzuri wa vitengo vitatu three branch force. Wakati Uganda inaweka mkazo zaidi kwenye jeshi kubwa la nchi kavu lenye uzoefu. Mataifa yote mawili yanatumia mchanganyiko wa magari ya deraya ya enzi za Soviet na yale ya magharibi. Kenya inatumia vifaru aina ya T-72 vifaru vya Vickers na mkusanyiko mpana wa magari ya deraya ya kubeba askari APCs na magari ya mapigano ya askari wa miguu yanayotumia katika brigedi zake za deraya. Uganda inatumia vifaru aina ya T55 na T72 vikisaidiwa na idadi kubwa ya magari ya deraya ya kubeba askari ambayo yanaimarisha muundo wake unaolenga askari wa miguu Infantry. Wakati nchi zote mbili zinatumia familia za vifaru zinazofanana, Kenya inaonyesha utofauti mkubwa na usasa katika mitambo yake. Ilhali Uganda inatumia nguvu ya idadi ya askari wake wa miguu. Mizinga na silaha nzito almaarufu artillery zina nafasi muhimu katika nchi zote mbili. Kenya inatumia mizinga ya kuvutwa mota na mifumo ya roketi ikitoa msaada wa masafa marefu wakati wa operesheni za pamoja. Uganda inadumisha howitzers na virusha roketi nyingi kwa mpigo, multiple rocket launchers, ikitoa nguvu kubwa ya mashambulizi kwa jeshi lake kubwa la nchi kavu. Kwa ujumla, uwezo wa mizinga unalingana, ingawa Kenya imewekeza zaidi hivi karibuni katika maboresho. Nguvu ya anga inaleta moja tofauti kubwa zaidi. Kenya inaendesha jeshi la anga lililoendelea zaidi likiwa na dazeni kadhaa za ndege zikiwemo ndege za usafiri, ndege za mafunzo, helikopta na ndege nyepesi za mashambulizi. Hii inaipa Kenya uwezo mkubwa wa kusonga, kupeleka majeshi kwa haraka na uwezo wa kilojistiki katika operesheni za kikanda. Kitengo cha anga cha Uganda ni ndogo lakini kina uwezo, kikiwa na helikopta za mashambulizi ndege za usafiri na mitambo ya upelelezi. Msafara wake wa helikopta ndio uti wa mgongo wa uwezo wake wa kiutendaji. Hata hivyo, Kenya inaongoza wazi katika uwezo wa usafirishaji ndege za matumizi mbalimbali, mbali na nguvu ya jumla ya anga. Nguvu ya majini ni eneo lingine lenye utofauti mkubwa. Kenya kama taifa la pwani, inamiliki jeshi la majini Navy, lenye meli za doria, vyombo vya bahari kuu na boti za mashambulizi ya haraka zinazolinda pwani ya bahari ya Hindi, Indian Ocean. Zana hizi zinasaidia operesheni dhidi ya uharamia, ulinzi wa uvuvi na ulinzi wa bandari kuu. Uganda ikiwa ni nchi isiyo na pwani landlocked, haina jeshi la majini na bahari kuu. Kitengo chake kidogo cha majini hufanya kazi tu katika Ziwa Victoria, Lake Victoria. Hivyo basi, Kenya inashikilia utawala kamili katika uwezo wa majini. Bajeti ya ulinzi inajenga uwezo wa muda mrefu. Kenya imeongeza bajeti yake ya ulinzi katika miaka ya hivi karibuni, ikisaidia ununuzi wa magari mapya, ndege, mifumo ya upelelezi na maboresho ya jeshi la majini. Bajeti ya kila mwaka ya ulinzi ya Uganda ni kati ya dola milioni mia tisa na bilioni moja nukta moja ikilenga kudumisha jeshi kubwa la kudumu na kusaidia operesheni za kikanda. Bajeti inayokuwa ya Kenya inaiweka katika nafasi nzuri ya kufanya usasa haraka, wakati Uganda unadumisha ufadhili dhabiti kwa utayari wa jeshi. Uzoefu wa kiutendaji pia ni muhimu. Kenya imekuwa ikishiriki nchini Somalia kupitia misheni za kimataifa ikipata uzoefu mpana katika kupambana na waasi, lojistiki, na operesheni za pamoja. Uganda ina historia ndefu ya operesheni za kikanda, misheni za kulinda amani na kampeni za kupambana na waasi kote Afrika Mashariki na Kati. Majeshi yake ya nchi kavu yana uzoefu mkubwa na yamezoea operesheni za muda mrefu uwandani. Nchi zote mbili zinadumisha taasisi imara za mafunzo na kushiriki katika mazoezi ya kijeshi ya kimataifa. Kenya inafanya vyema na muundo uliowiana wa nchi kavu, anga na majini, wakati Uganda inafanya vyema katika operesheni kubwa za nchi kavu. Kwa ujumla, Kenya ina faida za wazi katika nguvu ya anga, nguvu ya majini, lojistiki na usasa. Nguvu ya Uganda ipo katika idadi ya askari wa miguu, uzoefu wa mapigano na uwezo imara wa nchi kavu. Mataifa yote mawili yana nafasi muhimu katika kudumisha utulivu na usalama katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kama umefurahia uchambuzi huu, usikose ku like na kusubscribe, pia kudondosha comment yako hapa kwenye comment section. Hadi wakati mwingine, bye bye.